Wanyonge si wenyeji, wenyeji kama wenyeji. Simba sio wageni, Simba ni wenyeji kama wenyeji. Aemu imesalisa unawenza kuwakilisha wana Simba, tusiwo wanyonge. Gemu ya kwetu gemu, tuko nyumbani, kikubwa kuondoa hofu. Twende tukaimalize gemu mapema a, kwa uwezo wa mwenyezi Mungu basi, tunakwenda

Yeah. Wanasimba, tusiwe wanyonge gemu ya kwetu yeah, gemu tuko nyumbani yeah, kikubwa kuondoa hofu, twende tukaimalisha gemu mapema na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi tunakwenda gemu yeah. imesikalisha unawenza yeah. yeah. yeah. yeah. kuwakilisha wanasimba, yeah. tusiwe wanyonge gemu ya kwetu yeah, gemu tuko nyumbani yeah, kikubwa kuondoa hofu wenda tukaimalisha gemu mapema na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi tunakwenda